Hello, karibu katika mwendelezo wa tutorial ambazo nazitoa za na kutengeneza website uh, ikiwa ni mwendelezo wa pale tulipoishia kwa kifupi. Uh, tutorial iliyopita nilielezea kuhusu attribute, element pamoja na tags. Uh, leo tunakuja kuanza kitu kipya. Leo nitaelekeza namna ya kuweka uh, video pamoja na audio kwenye website yako. Uh, kwenye folder langu nilotengeneza. Nimeongeza mafolda mengine kwa ajili ya audio. Pia nimeweka folder nyingine kwa ajili ya video. Kwa hiyo nitaelekeza jinsi ya kuweka video pamoja na audio. Kwa hiyo naomba tuwe pamoja mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, kama hujaona video zilizopita, jaribu kuview hapo chini, uzicheki ili tuweze kwenda pamoja zaidi, na kama una swali lolote, napokea maswali, unaweza ukaniuliza swali lolote kwenye comment hapo chini kwa ushauri nini, nakaribisha. So bila kupoteza muda tuende katika topic ya leo. Ukitaka kuweka video kwenye website yako aa, ni rahisi, unachotakiwa kujua ni ni elementi kwa kwa kwa kwa hiyo hiyo element ambayo inatumika kwa ajili ya kuweka video video video video video kwenye kwenye website yako aa, ni rahisi, ni kwa hiyo, video kwenye website yako kama kama jina lake lilivyo hapa nitaweka video kama hivyo. Aa, baada hapo utaweka attribute ambazo zinatumika kwenye video. Kwa mfano width, yani video yako unataka iwe na upana gani? Kuanzia hapa mpaka hapa, kwa hiyo tutaweka upana ambao unalingana na image ambayo tumeshaweka mwanzo. Kwa hiyo kwenye width hapa hivi, uh, width hii nitaweka asilimia arobaini kama nilivyoweka mara ya kwanza kwenye picha ile. Alafu pia unaweza attribute nyingine kwa ajili ya ku control video yako kwamba kama user atatembelea kwenye website yako awe na uwezo wa kuplay na kustopisha hiyo video yako. Kwa hiyo utaweka hapa controls na kama hivyo Uh, controls, uh, unaweza ukaweka sources ya uh, video yako kwamba video yako inapatikana wapi, hapa uh, hivi tuta specify source source uh, uh, SSRC. Uh, baada ya kuweka hivyo, tumeshaona kwamba folder la video lipo kwenye Mdaki Junior hapa, nimeshatengeneza tayari. Kwa hiyo hapa nachotakiwa kufanya, nitaandika video yani lile folder ambalo video yangu ipo. Nitaandika videos uh, slash video yangu big uh, big bobu kwa nitaandika big bobu kama hivyo, lakini type ya video ni MP4, kwa nitaandika MP4 kama kawaida. Baada ya kuandika hivyo, uh, nitaandika type kwamba video yangu ni type gani, unaona no. kwa hapa yani faili faili lenyewe ni type gani, kwa nitaandika type type ya faili ni video, video slash aina ni MP4. Unaona, baada hapo hapo unakuwa umeshamaliza kwenye upande wa video, lakini sasa kuna zile browser ambazo hazisupoti video hasa hapa, unatakiwa uweke ujumbe ili kama browser haisupoti video iweze kudisplay ule ujumbe. Kwa browser ukaandika sorry. Um, your browser sorry your does not Sorry, your browser does does not support him. video. Naona unza ukaandika kama evo. In case kama browser yako itakuwa haisupport video, yani kama hai display video, itamletea huwa pa ujumbe ambao itamonyesha kwamba labda atafute device nyingine au labda ajaribu ku kuupdate hiyo browser yake. Baada ya hapo sasa, nishamaliza kuweka kila kitu, naanza nikasave. Asa, na bidi nje je kwenye browser yangu ni refresh, nione kama je video yangu imekaa. Ni ki refresh kama hivi ya, video yangu hiyo hapo imeshatokea, lakini nitataka nitenganishe kwamba ikae chini ya hii image, iweke breaki hapa hivi. Ha, breaki kwa ajili ya kutenganisha hiyo hizo video pamoja na nini, na nini hiyo image. Save, ki refresh. Hapa hivi Unaona, imeshatokea kwa chini hapa hivi hasa. Ngoja nijaribu ku play nione kama video yangu ina play kama kawaida. Uh, tutajaribu ku play. Unaona haya, uh, video ina play kama kawaida, na hivyo ndivyo unavyoweza kuweka video kwenye website yako. Unaona um, kwanza tuje kwenye upande wa audio. Uh, audio ni kama video uh, lakini yenyewe inakuwa inatoa tu sauti of course <laughs> Kwa hiyo nitaweka element kwa ajili ya audio, na nanyiwe una define kama jina lake jinsi lilivyo audio. Hapa hivi utaweka controls, controls kwamba user awe na uwezo wa kucontrol hiyo audio yake, au na uwezo wa kuplay kufanya vitu vingine kama hivyo. Yani baada hapo utaspecify source, source hiyo audio source, src uh, hizo nimeweka kwenye kwenye folder la audios kwa ina njia ya kwenda kule hivi, kwa nitaweka audios slash asa. Hapa inabidi tuende sa, tukaangalie jina la hiyo audio tuweze kulikopi na kulicheki. Ngo, tuangalie kwenye audios. Audios ko hapa hivi, audio inaitwa slow slow. Ko properties zake, naweza nika view properties nikaangalia kwamba ina properties gani, ni slow slow, lakini type ya ya file ni mp3. Kwa hiyo nitakopi nitakopi hilo jina kama kawaida, alafu nitaenda kulipaste kwenye nini, kwenye kodi, kodi, kodi editor yangu. Baada ya hapo, nitaweka type ya file type ya file ni mp3. Unaona, kwa hiyo nikiandika type hapa hivi, bila shaka itakuwa ni audio, lakini type ni nini? Mp3. Kwa hiyo ukishaweka kama hivyo hapo, unaweza ukaweka na li ujumbe kwa ajili ya zile browser ambazo hata hazi support video. Kwayo, kwa hiyo unaweza kumwandikia kwamba your browser does... Your browser does not support audio. Kwa hiyo unaweza ka ukasave kama hivyo. Baada ya pongoana nika refresh nione kitatokea nini kwenye browser yangu. Um, tutajaribu ku refresh hapo. Ukirefreshi refresh, imeshatokea hiyo audio hasa. Ngoja na yenyewe nijaribu kuitenganisha na video. Kwa hiyo nita copy hapa, breaki, nimesha copy kama hivyo na kuja kupaste hapa chini ya video, na ili kwamba niokoe muda, unaona. Kwa hiyo nikija niki refresh hapa ya a, audio yangu ishakaa chini ya video hapo. Kwa hiyo naweza nika play ana kama kawaida mm -hmm. Na hivyo ndivyo unavyoweza kuweka audio, video kwenye website yako. Aa, katika tutorial unayofuata nitaelekeza jinsi ya kufanya styling na vitu vingine kwamba ili vitu vyako sasa viweze kuonekana katika hali nzuri, kwa mfano kuweka background, kubadilisha color ya text na vitu vingine kama hivyo. Asante sana kwa kuwa na mii mpaka hapa, na kama hujasubscribe bado uh, ndo muda wako huu unabidi usubscribe uh, like video zangu, share na washikaji, ili waweze kupata ujinali, ujuzi zaidi jinsi ya kutengeneza website kama hivi. Asante sana na tutana katika tutorial inayofuata. Bye.